Naam, habari za wakati huu ndugu mpenzi mfuatiliaji wa YouTube chaneli yetu. Karibu tena ni siku nyingine na wakati mwingine, na huu ni mwendelezo wa content zetu kutoka Mutafarm, ambazo zinaletwa kwako mahususi kabisa kwa lengo la kukutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine kupitia mafunzo yetu. Aa, lakini pia kutatulia changamoto mbalimbali au kukupa ufumbuzi wa changamoto mbalimbali ambazo zinakukuta katika ufugaji wako. Lakini zaidi ya hapo, kupitia content zetu inawezekana uh, pia unapata fursa mbalimbali ambazo aidha ni kutoka kwetu au mawazo mbalimbali mbali ambayo tunatoa. Kwa majina yetu Hamadi Haruna Kigufa, ni mtaalamu kutoka Mutafarm, na leo nipo kwenye chumba maalum ambacho sisi binafsi huwa tunakitumia kama Mutafarm kwa ajili ya kulelea vifaranga. Eh, kama tunavyofahamu kwamba Mutafarm si tunaingiza vifaranga kutoka katika mazingira tofauti. Namba moja, kwa project kubwa kama a, kuku wa layers huwa tunanunua kutoka kwenye makampuni mbalimbali mbali. Lakini a, kama ambavyo tumekuwa tumekuelezea mara kadhaa kwamba kwa sasa tulianzisha mradi mwingine wa kuku wa kienyeji ambao tunatumia mayai yetu kutoka shambani, tunaweka kwenye mashine, kwa hiyo hizo ni ni, ni vyanzo viwili tofauti ambavyo tunapata tuna, tuna vifaranga kwa hapa Mutafarm. Sasa kwa, kwa namna zote mbili, aidha hiyo ni kwa kununua lakini pia hiyo ni kwa kuzalisha sisi wenyewe, vifaranga huwa tuna sehemu maalum ambao vifaranga hivyo vikisha kuja vinafika, lakini pia vinahifadhiwa na kulelewa kwa uangalizi wa karibu zaidi na ufanisi ni mkubwa kupitia chumba hichi, kwani tuna mazingira ambayo ni bora. Lakini zaidi ya hapo, tunafata zile procedures zote na mazingira yote sahihi ya uleaji wa vifaranga, ambavyo kupitia hilo sasa, imekuwa ni sababu ya kuto kukutana na changamoto nyingi, au kuto kukutana na changamoto kabisa eh, wakati wa uleaji wa vifaranga. Eh, ni vitu ambavyo kuna wakati ukizungumza maneno haya kwa mtu ambaye uh, ameshakutana changamoto nyingi ataona kama unazungumza kitu gani, lakini si uchawi, hatutumii atu, uchawi atumi nini, lakini hii ni taaluma kama taaluma zingine na vitu ambavyo vinawezekana. Uh, tumekuwa uh, toka tumeanza kuzalisha vifaranga hii ni bachi ya tatu, na kwa ufupi kabisa naweza nikazungumzia ni kwamba tumekuwa na zero mortality lakini pia tumekuwa na matumizi ya asilimia sifuri ya madawa eh? Asilimia sifuri ya matumizi ya madawa, lakini pia uh, kwa upande wa vifo ni asilimia sifuri sasa hii inawezekanaje Inawezekana tu, na hii ni kwa kufuata vitu vyote vya msingi vya kuweza kuzingatia wakati wa uleaji wa vifaranga. Sasa basi uh, elimu zinatolewa kwa watu wengi eh? Kama ambavyo tunafahamu kwenye YouTube channel, wapo watu wengi ambao wanatoa taaluma kama hizi, lakini kwa kwetu sisi Mutafam ni kitu ambacho unaweza ukakipata kwa mazingira kama aidha, kutufikia shambani kwetu au kuwasiliana moja kwa moja uh, ofisini, ili uweze kuona kwamba sisi kama Mutafam tunaweza tukaongeza nini kwako kupitia au kwa kutarudia changamoto ambazo wewe zinakukabili. Kwa hiyo iko hivyo na inawezekana kwa kiasi kikubwa, na mwisho uh, wa siku uh, tunazidi kukua, kwa sababu moja kati ya changamoto kubwa ambayo ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina warudisha wafugaji wengi nyuma ni changamoto za maradhi, lakini pia na vifo, hasa kwa kuku wakiwa wadogo. Kwao kitu hicho ukiweza kukidhibiti Uh, au kiwa umepata namna kuweza kukidhibiti i say, yani njia ya kutoboa inakuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo tuwashukuruni wadau wote ambao mmekuwa mkitufuatilia. Kwa wale ambao wamesha subscribe YouTube channel yetu tunashukuru uh, zaidi ya hapo mnaweza mka comment kwa aidha swali au maoni au shauri na mapendekezo aina yoyote ile. Lakini pia ukalike video zetu kama unapendezwa na maudhui yetu. Lakini zaidi ya hapo unaweza ukashare eh, video hizi kwa watu ambao unahisi content au maudhui yetu yanaweza yakawasaidia. Lakini kwa wewe ambaye unayejifunza au kwa wewe ambaye tayari ndo mara ya kwanza umeona video hii, unaweza ukasubscribe uka account yetu, ili uwe mwanafamilia wa Mutafam na upate nafasi ya kuendelea kupata maudhui bora zaidi kutoka kwetu. Na kwa wale ambao tayari mshakuwa interested na maudhui yetu, tunawakaribisheni hapa shambani, lakini pia uh, kuwasiliana nasi moja kwa moja ili kuweza kuwasaidia kutatua changamoto ambazo zinazowakabili. Karibuni sana Mutafarm, tukutane wakati mwingine. Bye.